Inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Imegonga saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11 kamili hapa Bonn Ujerumani, na tumai umekuwa na mchana mwema. Hujambo popote ulipo na karibu. Mimi ni Bruce Amani, DW, habari za ulimwengu. Msomaji wako jioni hii ni mimi Suleiman Mweru na kwanza ni muhtasari okay, wake. Waziri mkuu wa Israel anasema wataruhusu uingizwaji wa misaada huko Gaza. Mazungumzo kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin yameanza. Na huko Tanzania kesi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu yaahirishwa hadi Juni mbili. Habari kamili, Tel Aviv. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema amefikia uamuzi wake wa kurejesha huduma za misaada ya msingi kwa Wapalestina katika ukanda wa Gaza baada ya wa washirika wake kumshinikiza kwa kipindi kirefu. Israel imekuwa ikikabiliwa na lawama kutoka kwa Umoja wa Mataifa, mashirika ya misaada na baadhi ya mataifa washirika ya Ulaya kwa kitendo chake cha kuzuia misaada kuingizwa huko Gaza. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema marafiki zake wa wakubwa ulimwenguni wenye usuhuba na Israel na wasioiwekea masharti yote nchi hiyo wamemshauri kwamba afanikishe kwamba hawawezi kuvumilia kuona halaiki inateseka kwa njaa. Hilo haliwezi kuvumilika na kamwe hawawezi kuunga mkono suala la njaa katika ukanda wa Gaza. Mbali na hilo, Netanyahu amesisitiza leo kwamba mpango wao ni kuchukua udhibiti wa eneo lote la Gaza, hata kama Hamas itawakabizi mateka inaowashikilia. Washington Rais wa Marekani Donald Trump anafanya mazungumzo na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin muda huu kama sehemu ya juhudi za kumaliza vita nchini Ukraine. Trump aliandika katika mtandao wa kijamii wa Truth Social mapema leo kwamba anatumai mazungumzo yake na Putin yatafaulu kufikiwa makubaliano ya pande mbili ya kusitishwa kwa vita. Hapa barani Ulaya, viongozi wa Uingereza, Ujerumani, Ufaransa na Italia walizungumza mapema na Trump kabla ya mazungumzo na Putin na wanatarajiwa kuzungumza tena hapo baadaye kupata mrejesho. Katika hatua nyingine, Trump pia atazungumza na viongozi wa jumuia ya kujihamia NATO na rais wa Ukraine volodymyr Zelenski hapo baadaye. Dar es Salam, kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu wameapa kuendelea kupambana hadi leo baada ya leo kufikishwa mahakamani kwa shtaka la uhaini linalomkabili na ambalo linaweza kuwa na hukumu ya kifo. Mapema leo wafuasi wake walijitokeza kwa wingi kumuunga mkono wakati alipokuwa akiingia katika chumba cha mahakama huku polisi wakiwa katika mzingiro mkali. Akiongea na mwandishi wa habari, wakili wa Lisu Rugemeleza Nshala amesema kesi ya Lisu imeahirishwa hadi Juni mbili, huku upande wa mashtaka wakisema upelelezi bado unaendelea. Wanaharakati wanasema kesi ya Lissu ni ishara ya hivi punde kwamba demokrasia iko hatarini katika taifa hilo la Afrika Mashariki na kwamba serikali la Rais Samia Suluhu Hassan inawakandamiza wapinzani. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn Berlin. Serikali ya Ujerumani imesema China ina jukumu muhimu la amani ya kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul ameyasema hayo hii leo Jumatatu alipokuwa akijadili kuhusu vita vya Urusi dhidi ya Ukraine na mwenzake wa China Wang Yi. Wito huo umetolewa wakati wasiwasi unaoongezeka katika nchi za Magharibi kuhusu uhusiano kati ya China na Urusi ambao unazidi kuimarika tangu Urusi ilipoanzisha uvamizi wake kamili nchini Ukraine mwaka elfu mbili ishirini na mbili baada ya mazungumzo hayo ya simu ya mara ya kwanza kati ya Yavarpl na Wang, wizara ya mambo ya nje ya Ujerumani imesema vita vya Urusi nchini Ukraine vinaathiri maslahi ya msingi ya bara la Ulaya. Wiki iliyopita kansela Friedrich Merz, katika hotuba yake ya kwanza bungeni tangu aingia madarakani, alisema Ujerumani ina wasiwasi kuhusu uhusiano wa karibu kati ya Beijing na Moscow na itaishinikiza China kuhakikisha inachangia katika kutatua vita nchini Ukraine. Na hatimaye, kandanda. Hafla ya tuzo ya balondo zimetangazwa kuwa zitafanyika mwezi Septemba, mwezi Septemba 22 mwaka huu, na idadi ya tuzo kwa wanawake na wanaume zitakuwa sawa kwa mara ya kwanza. Waandaji wamesema leo Jumatatu, tuzo za mlinda lango bora na wanawa, wanawake mchezaji bora wa kike na mfungaji bora wa wanawake katika klabu au timu ya taifa zimeongezwa kwenye orodha mwaka huu, katika sherehe hizo zitakazofanyika mjini Paris. Gazeti la France Football na ufa limesema katika taarifa, walioteuliwa katika tuzo hiyo watatangazwa mapema mwezi Agosti mwaka huu. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bon. DW dunia yetu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 Uingereza na Umoja wa Ulaya zafikia makubaliano ya kurejesha uhusiano wa karibu katika sekta za ulinzi na biashara na Shirika la Afya Duniani lazitaka nchi wanachama kupitisha mkataba mpya wa kukabiliana na magonjwa ya mlipuko. Kwa hayo na mengine mengi tuliokuandalia, ungana nami hadi tamati. Tunasikika moja kwa moja pia kupitia redio mbalimbali washirika eneo la Afrika mashariki na kati, lakini pia tupo kwenye majukwaa ya kidijitali. Tutafute kwenye Facebook na YouTube na podcast, tafuta DW Kiswahili. Jioni hii tunaanzia Afrika mashariki ambapo kiongozi mkuu wa upinzani Tanzania, Tundu Lisu, alifikishwa mahakamani leo katika kesi ambayo imevutia hisia sio za ndani ya nchi tu, lakini hata nje ya mipaka. Na hii leo mamlaka E, nchini Tanzania imetakiwa kuwaachia huru jaji mkuu wa zamani wa Kenya, Dkt. Willy Mutunga, pamoja na wanaharakati wawili wa Kenya waliokamatwa katika Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Hayo ni kwa mujibu wa katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Kenya, e, Korir Sing'oei. Shisha Wasilwa anasimulia zaidi kutoka Nairobi. Katika taarifa yake Sing'oei ameutaja mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki akisisitiza umuhimu wa kuachiliwa kwa watatu hao. Dkt. Mutunga amekamatwa akiwa pamoja na wanaharakati Hanifa Aden na Hussein Khalid, taarifa hiyo imeeleza na nina nukuu, tunaisii serikali ya Tanzania iwaachilie jaji mkuu wa zamani wa Kenya na ujumbe wake, kwa kuzingatia misingi ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Aidha, rais wa chama cha wanasheria wa Kenya Faith Odhiambo pia ameelezea masikitiko yake na kuitaka serikali ya Kenya kuingilia kati. Kwingineko, kupitia mfululizo wa machapisho kwenye mtandao wa X siku ya Jumatatu, Anifa, mmoja wa wanaharakati aliyekamatwa, amesema wamezuiliwa bila maelezo yoyote na wameachwa wakiangaika tangu saa nane usiku. Anifa ameongeza kusema kuwa hii ni biaka na kejeli ya hali ya juu "Ni saa tisa alfajiri na kuna baridi kali. Nipo hapa na Willy Mutunga na Hussein Khalid, sote tulisafiri kwa mshikamano na Tundu Lisu ambaye ana kesi leo mahakamani," aliandika. Aliongeza kuuliza ni nini kinachomfanya rais Samia suluhu aogopi kiasi hicho hadi kuwakamata wakenya waliokuja kufuatilia mwenendo wa kesi ya Lisu. Kwa upande wake Hussein Khalid mwanaharakati harakati wa haki za binadamu na wakili alisema safari hiyo ilikuwa ya mshikamano na wanasheria na watetezi wa haki za binadamu wa Tanzania. Tukio hilo linajiri siku moja tu baada ya kiongozi wa chama cha People's Liberation Party Martha Karua kuzuiliwa katika uwanja huo huo tangu saa tatu asubuhi Jumapili. Karua alikamatwa akiwa pamoja na watetezi wa haki za binadamu na mawakili wenzake Lin Ngugi na Gloria Kimani, wageni wa Jumuiya ya Wanasheria ya Afrika Mashariki na Chama cha Wanasheria wa Kenya tumegundua like kuwa sasa ni kama kuna njama ya ushirikiano ya kuwadhulumu wakazi. Nataka kuwafahamisha kuwa wananchi wa jumuiya ya Afrika ya Mashariki, nikiwemo hawatakubali. Wakati huo oh, oh, uo Karua alisema alikuwa na wasiwasi kuhusu vizuizi vya usafiri ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Wakili huyo mwandamizi alidai kuwa kunyimwa kwao kuingia nchini Tanzania kuna uhusiana moja kwa moja na nia yao ya kufuatilia kesi ya kiongozi wa upinzani nchini humo Tundulisu ambaye anakabiliwa na mashtaka ya uhaini. The CCM. mamlaka ya Chama cha Mapinduzi yamejitolea kukiuka sheria na Tundulisu hatapata haki kwenye mchakato wa sheria. Tundulisu a fair trial. baada ya takriban saa sita Karua alirudishwa kwa nguvu Nairobi, lakini tukio hilo limeibua maswali kuhusu uhuru wa watu kusafiri ndani ya Afrika Mashariki na nafasi ya haki kwa wapinzani wa kisiasa katika kanda hii. Shisia Wasilwa, DW Nairobi. Tunabaki katika suala hilo ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, amewaonya wanaharakati ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki kuingia Tanzania na kutoa matamko yanayoweza kuchochea uvunjifu wa amani katika taifa hilo. Rais Samia ameyasema hayo wakati akizindua sera ya mambo ya nje na amevisisitiza vyombo vya ulinzi na usalama, usalama kutotoa nafasi kwa wanaharakati hawa kuvuruga amani ya Tanzania. Florence Majani ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Dar es Salaam. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa sera ya mambo ya nje toleo la mwaka elfu mbili na ishirini na nne Rais Samia Suluhu Hassan ametumia jukwaa hilo kuwaonya wanaharakati ndani ya ukanda wa Afrika ya Mashariki kuacha kuingia nchini na kutoa matamko yanayoweza kuvuruga amani ya nchi. tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya region yetu hii kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huko. Sasa kama kwao wameshadhibitiwa, wasije kutuharibia huko, tusitoe nafasi. Rais Samia amevitaka vyombo vya ulinzi na usalama kuchukua hatua za haraka kwa kutoa ufafanuzi, kukanusha au kurekebisha, badala ya kuruhusu Tanzania kuwa shamba la bibi kwa kila mmoja kuingia na kutoa tamko lake. Wataalamu wa masuala ya diplomasia na uhusiano wa kimataifa wameizungumzia kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan kuhusu wanaharakati wa, wa kimataifa kuingilia Tanzania. Dr. Wetengere Kitojo ameiambia DW matatizo wetu watuachie sisi, kama wanataka watushauri jinsi ya kwenda, lakini wasitutake sisi tuende kama wanavyotaka wao a ni nyama bayoaitamchukizaai nche yote itamchukiza, rais. itamchukiza, rais. itamchukiza uh. Awali akizindua sera hiyo ambayo kwa mwaka huu inakwenda na kauli mbiu isemayo dunia ni fursa, Rais Samia amesema maeneo ya msingi yaliyofanyiwa mabadiliko katika sera hiyo ni kujenga uhimilivu wa nchi kwa kuongeza kasi ya uwekezaji katika sekta binafsi. Kukuza hadhi ya Tanzania kwa kueleza mazuri ikiwamo mila, tamaduni na lugha ya Kiswahili na mengine ni kukuza ushiriki kwa Watanzania waishio nje ya nchi kuchangia maendeleo binafsi ya taifa. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa sera hiyo, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika ya Mashariki, Mahamud Dhabiti Kombo, amesema Sera ya mambo ya nje ya mwaka elfu mbili na moja, Toleo lake jipya la 2024 ni nyenzo ya kimkakati kwa ajili ya kuhakikisha kuwa nchi yetu inaendana na kukabiliana kikamilifu na mazingira ya kimataifa yanayobadilika na kuendeleza ushirikiano wa kimataifa kwa ufanisi zaidi. Rais Samia Suluhu Hassan ameiambia hadhara hiyo iliyojumuisha wadau wa kikanda na kimataifa kuwa sera ya awali ilikuwa na misingi saba ikiwamo kudumisha uhuru wa watu, haki za binadamu na demokrasia, kudumisha ujirani mwema na kudumisha umoja wa Afrika. Na kwa sasa sera mpya itakuwa na misingi minane, ikiwamo kudumisha maadili, mila na tamaduni za Mtanzania, ikiwamo pia kutunza matumizi ya lugha ya Kiswahili. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. DW tunavuma kwa kishindo Tunasafiri pamoja katika dunia yetu leo jioni. Ukiwa na maoni yoyote ambayo ungependa kuchangia kuhusu ripoti ambazo unasikia, unaweza kutuandikia kwenye mitandao yetu ya kijamii, nitayasoma hapo baadaye. Huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika wilaya ya Lubero, vituo vya afya vinakabiliwa na uhaba wa dawa. Hali hii inatokana na ukosefu wa usalama unaosababishwa na waasi wa ADF katika eneo hilo la mkoani Kivu Kaskazini. Kulingana na mashirika ya kiraia na watetezi wa haki za binadamu, hali ni mbaya. Watu wasiopungua kumi wanafariki kila siku kutokana na uhaba wa vifaa mbalimbali vya matibabu. Benjamin Kasembe na mengi zaidi kutoka Goma. Katika kipindi cha wiki mbili zilizopita, kumekuwa na ripoti nyingi za ukosefu wa madawa muhimu katika vituo vya afya kwenye vijiji vya Mangurujipa na Biena wilayani Lubero. Hali hii inatokana na waasi wa ADF wenye asili ya Uganda kuimarisha shughuli zao na hivyo kuathiri usafirishaji wa bidhaa muhimu ikiwemo madawa, kama anavyoeleza Kaitupa Jerlas, mwanaharakati wa asasi za kiraia wilayani humo. Kuna vituo vingi ambavyo vimeweza kufunga milango, kwani hakuna tena dawa. Vingi viliweza kuporwa na hao wa ADF na kuunguzwa, vile wakazi wanashindwa namna ya kulipa dawa, na inasababisha waongozi wa vituo wakose namna ya kuleta dawa zingine. Mbali na usalama mdogo unaoshuhudiwa kwenye eneo hilo, ufukara wa wakazi pamoja na uchakavu wa miundombinu ya barabara, ndiyo sababu kubwa ya wagonjwa wengi kufariki kabla ya kufika kwenye vituo vya afya, jambo ambalo linaongeza uwezekano wa hadi watu kumi na watano na zaidi wanaofariki kila siku ameeleza afisa huyo. Zaidi ya watu kumi na tano wanafariki kila siku kwenye hiyo hizo zone de sante mbili, Biena na Mangurejipa. Wengi wao wanafariki ndani ya nyumba zao kwa sababu ya kukosa namna ya kuenda kwenye matibabu, na wengine wanafikishwa kwenye vituo vya afya wakati wamekuwa kwenye hali mahututi. Vijiji vya Biena na Mangurujipa vilivyopo magharibi mwa mji wa Butembo ndivyo vimeathirika pakubwa na uhaba huu wa madawa, huku baadhi ya vituo vya afya vikilazimika kukatiza huduma za matibabu kwa wananchi wanaoitaka serikali kuingilia kati haraka iwezekanavyo ili kulitatua tatizo hilo. tunaomba kwa government waweze wakatusaidia ili watu wa Mangrejipa waweze wakapata usalama na kama kuna wahifadhi wazuri waweze wakaleta dawa Sababu kuna baadhi ya hospital mingi ambazo wamefunga milango kukosewa na dawa. Uhaba huo wa madawa hata hivyo, umekuwa ni kitishio kikubwa kwa maelfu wa raia wanaohangaika sababu ya ukosefu wa usalama kwenye wilaya ya Lubero ambayo ni ya pili kuwa chini ya udhibiti wa kundi hilo la wapiganaji wa ADF tangu mwanzoni mwa mwezi wa Juni mwaka uliopita. Benjamin Kasembe, DW, Goma. Shirika la afya duniani WHO limezitaka nchi wanachama kuupitisha mkataba mpya wa kukabiliana na magonjwa ya mlipuko katika mkutano wa baraza kuu la afya ulioanza hii leo mjini Geneva. Mkurugenzi mkuu wa WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amesema huu ni wakati wa kihistoria na anawahimiza viongozi kuchukua hatua ili kuzuia hali isijirudie kama ya janga la Uviko kumi na tisa. Telma Mwazaya na taarifa kamili Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Ghebreyesus, aliwasifu wajumbe waliofanikisha mazungumzo hayo kwa ujasiri wao akisema hata katikati ya mgogoro na licha ya upinzani mkubwa, wajumbe hao waliendelea kupambana na hatimaye wakatimiza malengo. Ameelezea matumaini yake kuwa mkataba huo unaolenga kuimarisha uratibu wa kimataifa na usawa katika upatikanaji wa chanjo utapitishwa kesho Jumanne. Hata hivyo baadhi ya vipengele muhimu kama mfumo wa upatikanaji wa vimelea na mafanikio PABS bado vinahitaji kukamilishwa kabla ya Mei 2026. Majadiliano hayo yaligubikwa na mvutano kati ya nchi tajiri na zinazoendelea huku nchi masikini zikilalamika kutengwa wakati wa ugavi wa chanjo za COVID-19. Aidha, baadhi ya mataifa yalipinga mkataba huo yakihofia kuwa unaweza kuingilia uhuru wao wa kitaifa. Ili mkataba huo kuanza kutekelezwa unahitaji kupata ridhaa ya nchi zilizopungua sitini. Katika taarifa tofauti Tedros alielezea wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya kibinadamu Gaza, ambako watu milioni mbili wanakabiliwa na baa la njaa kutokana na misaada kuzuiwa kuingia katika ukanda wa Gaza. Alisema WHO na mashirika mengine ya Umoja Mataifa yako tayari kupeleka misaada iwapo yatapewa kibali. Tangu mwezi Machi, Israel imefunga njia za misaada kwa lengo la kulishinikiza kundi la baada ya miezi miwili ya vizuizi vya hivi karibuni, watu milioni mbili wanakufa kwa njaa huku tani laki moja kumi na sita elfu za chakula zikiwa zimekwama mpakani, umbali wa dakika chache tu huko El Arish. Hatari ya njaa inaongezeka kutokana na kuzuiliwa kwa makusudi kwa misaada ya kibinadamu ikiwemo chakula. Wakati wa huo, Tedros amefichua kuwa WHO inakabiliwa na upungufu wa dola milioni mia sita katika bajeti yake na kwamba shirika hilo la afya duniani linatarajia kupunguza matumizi kwa asilimia ishirini na moja katika miaka miwili ijayo. Tayari WHO imepunguza wafanyikazi wake na wiki iliyopita ilipunguza nusu ya maafisa wa ngazi ya juu katika hatua za kupunguza gharama. Marekani inapojiondoa rasmi WHO, China inatarajiwa kuwa mfadhili mkuu wa shirika hilo kupitia ada za nchi wanachama. nam ni talma wazaya Uingereza na umoja wa Ulaya zimefikia hivi leo makubaliano ya kihistoria yenye lengo la kurejesha uhusiano wa karibu katika sekta za ulinzi na biashara. Hatua hiyo imefungua ukurasa mpya tangu Uingereza ilipojiondoa katika jumuiya hiyo miaka mitano iliyopita. Bakari Ubena na maelezo zaidi. Makubaliano hayo ya kurejesha uhusiano wa karibu kati ya Uingereza na Umoja wa Ulaya yamesainiwa leo wakati wa mkutano wa kilele uliofanyika jijini London. Makubaliano hayo yalifikiwa baada ya wawakilishi wa wa pande hizo mbili kufanya mazungumzo marefu yaliyomalizika usiku wa kuamkia leo, na walijadiliana kuhusu mada muhimu za ushirikiano katika sekta za ulinzi, biashara, sheria za forodha, uvuvi na kadhalika Kulingana na makubaliano ya ulinzi, pande hizo mbili zitakuwa zikifanya mazungumzo ya mara kwa mara na pia yataiwezesha Uingereza kujiunga na misheni za kijeshi za Umoja wa Ulaya na uwezekano wa kunufaika kikamilifu na mfuko wa ulinzi wa dola bilioni mia moja sitini na saba wa umoja huo. Kumeafikiwa pia kuondolewa kwa vizingiti kwenye mauzo ya nje ya Uingereza kuelekea umoja huo wenye nchi ishirini na saba huku Uingereza ikiyaruhusu mataifa ya Ulaya kuwa na haki ya kuendesha shughuli za uvuvi kwenye eneo lake la bahari kwa muda wa miaka kumi na mbili hadi Juni mwaka elfu mbili thelathini na nane. Hatua hii ya kihistoria inafungua ukurasa mpya baada ya Uingereza kujiondoa kwenye umoja huo miaka mitano iliyopita, hatua inayofahamika zaidi kama Brexit. Waziri Mkuu wa Uingereza, Keir Starmer, ambaye tangu alipoingia madarakani amekuwa akipambana kuyarejesha mahusiano baina ya nchi yake na Umoja wa Ulaya, amesema hatua hiyo itakuwa yenye faida kwa pande zote. Kwa upande wake, mkuu wa Umoja wa Ulaya Antonio Costa amesema hatua hii ni muhimu zaidi kufikiwa tangu Brexit na inalenga kutilia maanani mustakabali wa Ulaya bila kujali yaliyopita huku rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen akiyasifu makubaliano hayo na Uingereza. We are now turning the page and opening a new chapter. Sasa tuna ufungua ukurasa mpya ambao ni muhimu sana katika nyakati hizi ambazo tunashuhudia kuongezeka kwa mivutano ulimwenguni. Umoja wa Ulaya na Uingereza tuna mawazo na maadili sawa na tumekuwa tukishirikiana. Makubaliano hayo yatarahisisha pia suala zima la usafiri wa watu na bidhaa lakini chama cha kihafidhina ambacho kipo kwenye upinzani nchini humo tayari kimekosoa hatua hiyo na kusema ni sawa na Uingereza kujisalimisha. Safi. Sasa tumeikamilisha awamu hii ya uchambuzi wa ripoti zetu kuu jioni hii, na sasa tunaanza katika awamu nyingine ambayo Lili Mtono yuko hapa kutuambia yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii Lili, karibu sana. Asante Bruce. Uh, ninarudi tena nchini Tanzania, chama pia tulianzie huko hey. lakini sasa ni rais wa taifa hilo Samia Suluhu Hassan ameonyesha kukerwa kweli dio. kweli hey. na wanaharakati wa kikanda wanaoingia nchini humo, akisema wanajaribu kuvuruga utulivu wa nchi, huku akiviagiza vyombo vya ulinzi na usalama hey. kukabiliana nao. Miongoni mwa aliyo yasema ni namnukuu tusiwe shamba la bibi kwamba kila mtu anaweza kuja na kusema analolitaka. Akasema wao walishaharibu huko mm. kwao, sasa wanataka kwenda kuivuruga Tanzania ambayo ni nchi pekee yenye amani. Amewataka Watanzania kutotoa nafasi kwa kiumbe yoyote kutoka hey. ndani ama nje ya nchi kwenda kuovuruga na kusisitiza nafasi hiyo, hakuna kali kali kweli kweli, wameharibu mm. nchi yao ehe <laughs> na aha, kumekuwa na maoni mengi. Kwa mfano, haranduvye wa Simba anasema mamlaka inaongea hapa aha, sasa ndio wanakubaliana na mama. Watu wanaanza kutuchukulia poa na wajinga wachache wanaona ni sawa tu kutuletea harakati za nchi nyingine nchini kwetu. Na Sharif wili anasema free lisu, yaani mwacheni huru lisu. Aha, na Leonard masonzwe anasema nasikiliza, kama vile mazuri la Tanzania yetu inakuelekea, tutabaki kivyetu vyetu ni wale, kwa ufupi tu walikuwa wanakula ubwaba walishamaliza, kaondoka. Nadhani watakuwa ushafika nyumbani saa hii. Haya, na nikiachana <laughs> <saisi. laughs> na, ni na hilo linaloendelea, manake ndio kwanza likuwa limeibuka kwao, mambo yanaendelea. Lionel Messi amemsifu sana mpinzani wake wa kisoka Cristiano Ronaldo akisema wamekuwa na ushindani mkubwa kwenye enzi yao ambayo ameita ya dhahabu, na anase, alisema hayo baada ya kuulizwa mm, kwenye mahojiano kwamba anajisikiaje kuwa na tuzo tatu zaidi za Ballon d'Or tofauti na mpinzani wake. Unakubaliana na hayo? Akasemaje kwamba Ronaldo CR7 ndio goat mbuzi mwenyewe. uh -uh. eh. <laughs> <laughs> amesifu kwamba walikuwa na ushindani mkali, amemsifu mpinzani wake, kweli alikuwa mshindani wake katika kipindi hicho, na amesema wanastahili kweli kusifiwa. Ndiyo, yani ndiyo, hizo sifa kwa kweli wanastahili, kwa sababu wamebakia muda mrefu pale kileleni eh, kwenye miaka kati ya kumi na kumi na tano na hii kwa kweli ni historia. Tunakubaliana na mimi pia kwenye hilo, bila shaka, lakini angeulizwa tu kwanza, nani ndiye bora zaidi? maoni Ingwe, anajitu, Igwe anajiita Igwe Henry yeye anasema goat anazungumza. <laughs> Okay. Baratu Haruna anasema haitatokea tena mtu kubakia kileleni kwenye soka kwa miaka kumi hadi kumi na tano tuache mm, haya tuache mambo ya ushabiki Bruce, tuende <laughs> tu kwenye ukweli, uhalisia <laughs> Ha, najua po huna maoni <laughs> lakini pia mitandaoni kumeanza kuzungumziwa nani atashinda hii tuzo eh, ya juu kabisa ya soka mm, ulimwenguni ya Ballon d'Or na ni majina kama Rafinha na Lamine mm, wa Barcelona yamehanikiza. Pedri, pia kutoka Barcelona, Mo Salah wa Liverpool, Dembele, eh, wa PSG magwaya, na Lewandowski pia wa Barcelona magwaya. Nani kati ya hao unampa kura? Mimi nayempigia kura hayuko hapa Lamin E, mene, ya ya na memtajana ni majina ambayo yametajwa na wengi zaidi na sijui kama nina nafasi. Na huko nchini Tanzania, jeshi la polisi linamshikilia Eric Turuka huyo na miaka ishirini na tatu ni muuza bucha mm. ya kitimoto mm. huko Songea. Hii ni baada ya wazazi wa binti huyo kumkatalia kijana huyo kumwoa binti yao, alafu wakamkubalia mwanaume mwingine amwoe. Sasa kitendo hicho kilimtia sira huyu kijana akamuua yule msichana huyo muza bucha. Kwa hiyo sasa anashikiliwa oh, na polisi. Na aliamua hivyo ili wote wakose kwa sababu ah, eh, kwa nini anyimwe yeye alafu mwingine apate? Na alimchinja na kitu chenye ncha kali alafu akamtoboa tumbo. Ni tukio ambalo limetokea ah, siku nne zilizopita, mm, limeibua maoni mengi, wengine wanasikitika, wengine wanaleta utani katika hilo. Kwa mfano, Mayasa Mariwata anasema da, ila wivu ni shetani mbaya sana ambaye watu wanamchukulia poa tu, angalia sasa kitu kama hiki kimetokea. Na Tola jie mwanasema da jamaa, mm. Akatumia uzoefu wake wa buchani akaona bora utumbo. Mungu atuhurumie, inasikitisha sana kwa kweli mm. Sasa ni tuangalie maoni ya wasikilizaji wetu ama wafuatiliaji wetu wanasemaje? Tuanze na YouTube na nakupa fursa hii ufungue ukurasa huu kwenye YouTube anasema uh, <laughs> Deutsche Welle, nawapata vizuri nikiwa Ruangwa, Lindi, Tanzania. Huyu anaitwa Yahaya Gonga. Yoabu Maginga Maginga wa Morogoro, Tanzania, anasema, serikali ya Kongo, tatueni changamoto ya ukosefu wa madawa ili kuokoa maisha ya wananchi. Na Mchata Anania wa Dodoma, Tanzania, mm. anasema, kuahirishwa kwa kesi ya Lissu ni kupoteza muda wa CHADEMA kupambana na mabadiliko bila kiongozi wake. Naona ujumbe wa Silvari Magulu anasema siasa za Tanzania kwa sasa <laughs> zimefikia pabaya. hmm. Robo Mchina fundi simu wa Mpanda Katavi Tanzania anasema ni vyema kwa Urusi na Ukraine kusitisha vita hivyo eh, vilivyodumu muda mrefu. alafu naangalia Instagram DW Kiswahili, Awadhi Abdul Karim anasema wamwachie Lisu, hamna kesi hapo, tunapotezeana muda tu Fuso wa fuso wa Ilemela, Mwanza, Tanzania, anasema kinachoendelea huko Gaza kinasikitisha. Abdul Hamedi mshana anasema binafsi, naona Tundu Lissu hana kesi. Maneti kione wa Iringa uluti, Tanzania, anauliza vita huko gaza vitaisha lini? mm -hmm. mm -hmm. nauona ujumbe wa nane huyu majaliwa mashaka wa Iringa, Tanzania, kwenye ukurasa wetu wa Instagram, yeye anasema ni vyema haki ikatendeka kwenye kesi hiyo dhidi ya Tundu Lissu. alafu mm -hmm nifungue hapa ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Kuna maoni hapa pia: asante sana Deutsche Welle kwa matangazo yenu mazuri. Nawapata nikiwa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana anasema ni shafela Kambanyoka, merci mingi. Daniel Maroa anauliza kwa nini serikali ya Tanzania inamnyanyasa Tundu Lissu. Basi kufikia hapo, Lili, nadhani tutie nanga matangazo yetu ya jioni hii. Kwa niaba ya wenzetu wote waliowafanikisha, mimi ni Bruce Amani na Lili upande ule wa pili. Jioni njema, hadi hapo kesho. Kwa heri. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satelit badri 8 Eutelsat 8WB Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni